E bwana, nikukaribishe sana kwenye platform za Mwananchi Digital ili tuweze kushare mengi kutoka ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Moja ya story ambazo hivi sasa tunayo ni kutoka kwake Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kupitia Idara ya Uhamiaji nchini ambayo imewaondosha raia wawili wa kigeni nchini. Kupitia taarifa hiyo imesema kuwa Idara ya Uhamiaji inapenda kutoa taarifa kwa umma na kusema kuwa tarehe 13 Oktoba mwaka 2025 imewaondosha nchini raia wawili wa kigeni ambao ni Dr Brinkel Stefan mwenye hati ya kusafiria ya Ujerumani nambari C475 mm NGL na b Catherine Janel mwenye hati ya kusafiria ya nchini Marekani namba yenye namba A80321764 baada ya kubainika kuwa wamekiuka masharti ya viza zao za matembezi. Hata hivyo, idara ya uhamiaji imetoa wito kwa raia wa kigeni unaingia na kuishi nchini kwa madhumuni mbalimbali kwa kuzingatia matakwa yaliyoainishwa katika viza au vibali vyao kwa mujibu wa Sheria ya Uhamiaji sura nambari 54 na kanuni zake ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza pindi tu watapokiuka sheria hizo. Taarifa hiyo imetolewa na msemaji wa idara ya uhamiaji nchini, SSI Paul J. Mselle. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kufuatilia kurasa zetu ili uweze kufahamu mengi yanayojiri kutoka ndani lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.